Muziki kabisa. Eh, karibu, karibu. Uko ah, okay miguu niumeuma? Ah, mfungu miguu sana. Unje na chini. Ah, <coughs> <coughs> <coughs> karibu. Asante. Habari za? Salama tu za huko. Safi kwema. Salama za huko. Safi tushukame Mungu. Mama, baba, unaendeleaje? Ah, endelea salama, namshukuru Mungu. Mimi sijambo. Mbona umekuja bila taarifa? <coughs> Una tatizo gani? Ni kweli bibi, nimekuja bila taarifa, lakini mwenyewe unajua, toka alipofariki marehemu baba, mambo yamekuwa kizungumkuti, na ili swala nikaona nikipiga simu kwa haraka haraka bibi, itakuwa gumzo, bora nije tu. Ah, bibi baba alipofariki, na kwa kutokana mzee amefariki muda, na nimekuja kwako kwa sababu habari nilizozipata na kuzisikia ababa ameacha nyumba na hiyo nyumba aliyoacha wewe ndio mbako sasa unaisimamia. Kwa hiyo nimeona bibi, nije nikutoe huo mzigo, ili unikabidhi mimi ye nyumba mwanawe, nipate kuilisi na niendeleze maisha yangu mengine. babako amekufa, wewe uko mdogo sana kuhusu swala la ulisi. Ni nani ambaye amekuambia kwamba kuna ulisi hapa? <tipos> Umemaliza nini bwana? Yani, dada mimi, bwana mimi sielewi, nishakwambia mimi kutoka hapa naenda kutafuta madai na pauza. Yaani wewe mtoto wa kiume bado ukatafuta kazi huko, unategemea nyumba ya ulisi. Hivi nakusaidia nini kwenye maisha yako? Dada mimi, shakwambia mimi maisha yashachoka. Kila mtu afina chake. Mimi natoka hapa, naenda kutafuta dalali, naenda nakuja, tunauza nyumba yenyewe. Sasa nakwambia hivi, njoo uuze nyumba afu uone. Yaani umekaa kaa tu mtoto wa kiume bado utafuta maisha yako, unakaa unategemea nyumba nyumba nyumba, nyumba ya ulisi. Wewe unaniambia nini nikuelewe? Wewe ukitoka hapa unaenda kwa mumeo huko, unakuta una maisha mazuri fresh. Mimi sina maisha yoyote, nikitoka hapa nauza nyumba yenyewe. Mimi usikuniambia nikakuelewa bwana. Kwa babako. Lakini bibi, ile liko wazi na linajulikana kwamba mzee ameacha nyumba. Kwa hiyo hakuna kilichojificha. Ni kikubwa tu mimi kunikabidhi nyumba kunionyesha maisha mengine yaendelee. Sawa, lakini kuacha nyumba kwa babako sio solution wewe la kudai nyumba. Lakini siwezi kukupeleka kilaisilais katika hiyo nyumba. Baba yako kweli aliacha nyumba, lakini ile nyumba sio miliki yako. Yule ni mwanangu mimi, ile nyumba ni miliki ya kwangu mimi. Chochote kipo ambacho mikononi kwa mwanangu ni cha mwanangu, ni changu. Sasa bibi, ukisema hivyo kwamba wewe ni miliki wewe, wewe ni, ni cha mwanao, haileti mantiki wala haina maana, kwa sababu mimi ndo mtoto wake wa damu ambalo nizaa na mimi ndo mtoto wake wa kwanza. Sasa ukiniambia mi nyumba ya kwako wewe, kwa hiyo na maana mimi mwanawe inarisi nini? Naomba katafute. Bibi, si yake ya babangu kweli? Ni yake ya baba ako, lakini una muda mrefu sana haujakuja ile nyumba. Siwezi nikakumilikisha wewe, kwa sababu una muda mrefu sana haujakuja. Nitakupaja wewe nyumba, katafute upate chako, ili uweze kulisi. Yaani wewe ndugu wangu usija hata ukoje. Baada ya kupambana, kupambania maisha yako unategemea nyumba ya urithi. Ah, wewe dada bwana azingua mimi ndio nishakwambia. Mimi hapa nikitoka hapa naenda kutafuta madalali. Kila mtu apate chake. Mimi nyumba nauza nishakwambia bwana. Mimi sitaki kusikuelewa tena. Mimi naongea mara mwisho, sitaki kukuelewa dada. Nielewe basi. Yaani wewe kaka unakushangaa sana. Yaani hata sikuelewi. Hivi unachotegemea nyumba ya urithi wa babako aliyojenga. Sema iacha. Nimeshakwambia mimi naenda kutafuta mandhari na nyumba nyiyo inauza. Mimi ile nyumba ni ya mwanangu, uwezi ukalisi wewe mnyumba ya mwanangu mimi. Bibi unajua unachokiongea kwamba hakina maana na unachoniambia kwamba nikatafute cha kwangu, kulisi sawa. Hicho kipo cha mzee, basi nionyeshe hili, nione nyumba ya babangu, nijue kwamba babangu ana mjengo hapa, ili tujue kwamba ninafanya vipi. Lakini unaniambia nikatafute chako, mimi nyumba miliki hakuna. Bibi wetu kamiliki nyumba ya mwanao, kwa sababu mimi ndo mtoto wake wa kwanza, na mimi ndo mwanae pekee wa mwisho, hakuna mwingine zaidi ya mimi. Sasa ukisema kwamba sikatafute sika, nyumba yako bibi, inakuja wapi na wapi? Ni kweli lakini, na, una, unajua kwamba mimi ni naye ni mtoto mmoja tu ni huyo huyo mwanangu aliyekuwa. Sasa mwanangu amefariki ameniachia urithi wa nyumba. Wewe leo unakuja, unadai urithi wa nyumba, unadai vipi urithi wa nyumba? Mimi ni mwanawe, mimi ni mtoto wake lakini mtoto wake anahitajika na, na haki ya kurithi kwa sababu maremu atapofariki na ndio maana wengi katika misiba wakikaa, mtu akifariki, ataulizwa kwamba maremu ana watoto wangapi? Hawezi kauliza eti mama yake amezaa watoto wangapi, hakuna. Lazima tauliza maremu ana watoto wangapi kwa sababu kama ana watoto, kuna mali zigawiwe kwa watoto na ndio maana anaulizwa kwamba je, ana watoto wengine nje? Hana, anao huyo mke mmoja. Basi wanalisa wa watoto kwa sababu mali za watoto wanalinda mama, kwa hiyo mimi nahitaji nyumba ya babangu ili nipate kurithi. Bibi kibaki kipo hapa. Sasa kama mimi unataka kunimilikisha mimi, nataka miliki nani? Umiliki wewe? mimi ndo niliezaa mtoto yule, okay. mtoto ni wa kwangu mimi, ambacho kipo ndani ya mikono yake chote ni cha kwangu. Tafuta mali yako, usitegemee mali ya kuchuma mwanangu. Mimi kiukweli, hutopata nyumba, yaani hutopata nyumba. Kwa hilo sahau. Ile nyumba ni mali ya mwanangu, na mlisi ni mimi. Ah, ah Bibi hilo haliwezekani. Mimi nimekuja nimesema, nataka unipeleke nyumba aliwacha marehemu baba, kwa sababu iwezekani. Bibi kunaambia tu, wewe ndo mwanao sawa, ni mwanao, mimi ndo mlisi mwenye nyumba eh. Inahitajika mimi niipate nyumba niishi. A, marehemu hakuniambia mimi kama we nikumilikisha nyumba. Unawezaje kumiliki nyumba hiyo ah, sio haki aki, hiyo sio, yaani yani, yeah, hata tukienda kwenye vyambo vya sheria inahitajika kwamba kama maremu ana mtoto inabidi mtoto wake alisi nyumba. nyumba wewe karisi? Wewe unajua unachekesha sana wewe, unachekesha sana hivi, unajua thamani ya nyumba wewe? Unaijua thamani ya nyumba? Sasa nakwambia hivi, nenda katafuta madalali wako kama una hati za nyumba wewe Njoo uze kama ninazo mimi utajua hapo hapo. Sasa tuone sasa. Mimi na wewe nani mwanaume? Hapa panachimbika nakwambia dada. Mimi natoka hapa, nenda kuita madalali. Unakuja hapa tu kirahisi rahisi, eti kwamba baba ameacha nyumba. Unajua nyumba ile ina kazi gani? Eh, leo unataka miliki ya nyumba, unaijua miliki ya nyumba? Wee sasa ninakwambiaje, hupati nyumba hapa, rudi ulikotoka bibi. Mimi sio mjinga, mimi sio mpumbavu, mimi nina akili zangu kimamu mpaka nilikotoka na ninapofikia. Kwa hiyo maana bibi, ulipanga siri, na ndio maana kwamba hukunitafuta kunipigia simu kuniambia bwana, baba yako alipofariki kaacha moja mbili tatu, zaidi ya kunizunga tu kuniambia wewe mjukuu wangu, inabidi sasa hivi tulie huko kijijini, usiongee kwa sababu babayako kafa sini, utulie. Kumbe ulikuwa una nini, unajua kwamba mjini baba, baba ana nyumba, ili upate kuridhisi wewe. Mimi nisisi ni yako kunizulumu, yule bibi aliingia kilini Kusabu, hi, wezika, kwa sababu haiwezekani nisukwambe mimi kakosa nyumba mali ya baba yangu, kwa sababu ile ni nina haki na nina haki ya kulisi. Ukiniambia tu upate nyumba sijua bibi ile ni yako ni un, un, nataka kunizulumu eh? Unataka mimi kunizulumu nyumba ya baba yangu, hilo hata vioba dola mimi nitaenda, kwa sababu lazima nipate haki ya baba yangu. Yule ni baba yangu mzazi, kanizaa mimi <laughs> mtoto, unachekesha sana wewe, unachekesha sana yaani unakurupuka unakurupuka kuja kudai nyumba, sio? Unadai mali ambayo sio halali yako. Ili mdogo wangu utakuwa sijui mibange inamchachia na, na ili jua. Yaani mikaka mitoto sasa hivi sijui ipoje? Baada ya ikae iangalie maisha yao. Kaza kazi, ziko nyingi sana za kufanya. Ati nategemea nyumba ya urithi, nyumba ya urithi! Wee ni vipi mdogo wangu? Yaani utakuwa mdogo wangu mibange yake inampeleka, na ili jua kali, ili jua na. ilivokuwa naa

usichokelewa kipi hivi, tumuuliza mtu yoyote kwamba eti jamani, moja mbili tatu atakwambia vi, kwa sababu so, mimi ndo mtoto wake na sio mtoto useme ni njando, ni mtoto ndani ya ndoe mwenyewe bibi, unaelewa? Na hilo unalijua. Sasa nia yako ni nini? Ni yako nataka kwenye kunizulumu? Yani mimi hapa siondoki mpaka unipeleke kwenye nyumba ulisa baba angu. Na ntaendelea kubwata mpaka majirani wote wakajua, lazima nipate ulisa baba yangu, haiwezekani mka nizulumu vivi. Yani nimetoka shamba nimekuja mjini kuja kupatilia mali ya baba yangu loyetu nazuu na ndomaana alivokuwa kijijini kulo kawa na misii tulia, mjukuu wangu usiangaikanga siji kukaa hapa, fanya kazi, siji mjini, usije kwamba una lengo lako kwamba unajua kuna nyumba ya babangu. Nikija nitahitaji kwamba kuilisi ili unifafagize kule nikakule kule wakupate kulisi keli, nyumba ya baba ni starehe yangu. Bibi, siondoki mpaka nipate nyumba ya babangu, nitakwata ili nipate tuulisa babangu. Sawa. Si unahitaji nyumba ya babako, eh? Si unahitaji nyumba ya babako? Mimi nahitaji maelezo mpaka nyumba ya babangu. Nitakupeleka. Mimi, mimi nahitaji nyumba. Kwa sasa lala, leo utakavyoamka kesho nitajua jinsi gani ya kukupeleka kwenye nyumba ya babako. Sawa? Sasa maelezo si ndio hao? Nataka kunidhulumu, eti kunidhulumu? Sio nyumba, hakuna si nini nini, bibi ni yako nini, nidhulumu nyumba mimi? Hivi nyumba ya mtu nadhulumika mimi? Ndo mtoto wake halali wa kwanza alionizaa, sasa hakuna mwingine. Sasa utakunidhulumu nyumba vipi? Bibi, nioneshe chumba nikapumzike ba. Halafu wewe umekujaje hivyo? Kwa nini umevaa hivyo? unajua sheria ya kazi zetu, unapoitwa inabidi uvae sare za kazi yetu. Mbona umekuja kihuni? Samahani, ndio ni kwa nje ya kazi, naomba sijirudie tena. Sawa. Haya, kaeni, nimewaita hapa na jambo, nataka tulijadili. Kaeni chini tulijadili. Sawa, ndio nyumba ya urithi indo nyumba ya urithi. Nyumba ya urithi, wadogo zangu, nimewaita hapa, kuna kazi nataka niwape. kuhusu lile jambo niloambia tulijadili, yule mtoto wa marehemu mwanangu amekuja, sasa anataka nyumba ya urithi wa babake, na mnajua kwamba ile nyumba sisi ndio tunayofanyia kazi. Hivi je, huyu mtu tumfanyeje? Yule mtu tumfanyeje? hmm. Au tumuue kama nilivyomuua baba yake? Yaani dada, yule kijana mwache aende, mwache akakae, ila yule kijana maji kashamwa kwa vulia nguo, nitamkuta jambo kingine. Mi ntamfuatilia, mimi nipo karibu naye, nitamfuatilia, nitajua kila kitu anachofuatilia na kila kitu cha kwake. Nitaleta ripoti dada zangu nadhani mnajua katika ile nyumba ndio kuna vitu vyetu sisi. Akija pale, akija kuhamia, akija akija kuvijua vile vitu vyetu, zitakuwa hivyo, ni kwetu sisi. Au tumwache akae, lakini tumfanyie vitimbu vya kila aina, ili apate kuhama mule ndani, au mnasemaje dada zangu? Sawa, nimewaelewa ushauri wenu sio mbaya. Tutamfanyia kila aina la ya kitimbu kinachowezekana, ili mradi apate kutoka. Sasa mwaka huu nitamkuta jambo. <laughs> Ata... tupo kazini sawa, sawa. Yeah. Dada, mwambie apunguze umaraya namona, alipokuja hizi nguo sizitaki, ujenazo tena nikikuita, yeah. <laughs> Sasa, mimi naenda, tupo kila mtu hakikisha atekeleze kazi yake. Sawa, dada. Dada, umaraya shogangu mezidi, punguza nayo shogangu, nilikuwa kwenye mambo yangu nasikia tu Sinajua ishara zetu zile nimezisikia nikasema hapa nakuvuka hivi hivi. Je, ningekuja bila nguo? Alafu unajua nini? Kazidi a siku nyingine utembee na vitu vya akiba. Endapo utaposikia kitu unatakiwa uvae. Jamani, mwenzenu mimi hapa nilipo, saa kumi na mbili saa kumi na mbili na kwenye kigodoro kigodoro na mdogo wangu, mimi ndo kwanza kwenda kwa Amina saa kumi na mbili mweza kwenda kwenye kigodoro, utanishitua? Basi shaazetu washanikimbia hapa, na mimi niondoke zangu. Kajiandae nyumba ya urithi ino, nyumba ya urithi. Kuanzia leo utakuwa unaishi hapa, hii ndo nyumba ya marehemu babako uliokuwa unaidai. Sasa nimekuleta, hii ndo nyumba yako. <laughs> Ah, bado. Ndo maana bibi ulikuwa unataka kunileta kwa sababu baba kajenga nyumba safi nzuri. Amani kushukuru tu bibi yangu kwa kunileta hapa. Kwani hapo kuna wapangaji hapo? Wapangaji wapo kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa Wapangaji wote wanaenda kazini. Jumamosi na Jumapili tu ndo wapangaji wanapumzika, kwa hiyo usijali, utawaona basi. Bibi ana shida, maana simu nzuri, lakini bibi ulikuwa na kaa mpaka tubatizane, tugombane, bibi tupokeane. Mimi ni vitu vingine rahisi tu, ilo nyumba ya urithi